Sasa wale ambao wanaona huku kule, Kiwani michagweni shamba, tusubiri kidogo waone, tutakubadilisha kule, kila mtu atakupenda. Maana wengine walikuwa wanakuja kule kwa kujificha kwa mambo yao, sasa itakuwa barabara, kila mtu anakuona. Sawa eh? Niwahakikishie Wanakiwani, tuchague maendeleo. Nimezungumza suala la wakulima hapa, najua leo tunazungumza na wakulima kule makani kwa kweli nilikusudia siku moja nifike kule kabla ya kura, lakini ratiba zinatubanabana kidogo. Tumepata nafasi leo ya kuja kuzungumza hapa, lakini wahakikishie, kuna siku inawezekana, hata baada ya kura, tuchagueni, tupate ridhaa, mimi nitakuja na nitatembea kule kwa mguu mie, pamoja na meza, ili tuone ile hali. Lakini nachohakikishia wakulima wenzangu wa Kiwani Swala la maji amelizungumzia Mheshimiwa Hija, ili muweze kufanya kazi zenu vizuri. Na mimi niwaahidi ndani ya kipindi cha miezi si zaidi ya miezi mitatu baada ya kutuchagua, kule kutakuwa kumekaa sawa kwa shughuli za wakulima. Tutasaidia swala la maji, tutaliimarisha. Lakini sasa tuwaangalie wakulima, kilimo wanacholima kilimo hichi cha kisasa kinahitaji nini? Kinahitaji mbolea eh na kinahitaji pembejeo nyingine, tutawasaidia wakulima hao bila ya masharti yoyote. Naelewa Wanakiwani maisha yao mengi wanatafutia kule. Tutalisimamia kuliboresha lile eneo, lakini pia kuweka usafiri wa uhakika ili wale wanaokwenda sasa pasiwe na mashaka na tusiwe na shida ya kutokea, hasa ule wakati wa upepo kidogo. Kwa hiyo ndugu zangu Wanakiwani, tuchagueni tarehe 29 ili tuweze kuyafanya hayo. Yako mengi ya kueleza huku, lakini kwa sababu leo muda si rafiki sana, niwaambie, acheni kuchagua watu ambao wanakwenda kujiangalia nafsi zao. Sawa eh? We mtu anakuja kukuomba kura miaka mitano. Tupeni nafasi tuifanye hii shehia Kiwani watu washangae yale ambayo yatafanya. Nimewaambia kinamama pale Mchakweni na hapa mpo kinamama wengine. Kinamama mna vikundi vyenu vya ujasiriamali, si ndivyo au hamna? Kinamama mnavyo? Eh, sasa vikundi vile lazima sisi tuweke fedha ya kutosha, tuwasaidie utaalamu waweze kufanya ujasiriamali unaokubalika. Mi nisingependa kwa mfano wanafanya ujasiriamali, wanazalisha sabuni, ukakuta pale amezalisha sabuni pisi ishirini au pisi hamsini. Zalisha mzigo wa sabuni, tusambaze mpaka mahotelini huko, ili nawe sasa tukutangaze ndani ya jimbo letu, nje ya jimbo letu na hata nje ya nchi yetu. Wanaweza Wanakiwani, lazima tuwasaidie kwenye mambo hayo lakini tumekubaliana hapa na hiyo, ni sera cha utapinduzi kwamba eneo hili la Likoni serikali itajenga kupitia mradi wa uchumi bluu, itajenga diko la kisasa na soko la samaki <laughs> ili sasa yali maboti ambao amesema ya hapa baada ya kuwezeshwa uvuvi wa kisasa, mpate eneo la kuifanya samaki wenu na kuza samaki. Lakini tukakubaliana na wenzangu hawa kwamba ukifanya utafiti hapa Kiwani na Mwambe, watoto wetu wanateseka sana wakati wa sikukuu. Yaani sikukuu hapa, unaona adhabu ya watoto wanavyoangaika barabarani na mara nyingi wanapata ajali za mabodaboda, baskeli na magari. Tunakubaliana kwamba eneo la Likoni, watu wa Kiwani mtajengewa kiwanja cha watoto kizuri sana, ili watoto wetu wapate kucheza na starehe moye. Si, si, sasa hizo ndio shida ambazo viongozi wetu wameamua kutatua. TV inakupatia video mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi. Tafadhali endelea kutufuatilia kupitia channel yetu ya TV, YouTube, Facebook, Twitter na Instagram bila kusahau kudondosha comment yako kwani ni muhimu sana. TV, tupo kijamii.